Mjengoni na leo tunaangazia wabunge wa Tanzania wanakashfu ke, wabunge wa Kenya sana. Wacha tujue, tuko na nani, atueleze machache na yale nayo kuhusu wabunge wa Tanzania. Habari ya mkenya mwenzangu. Nzuri sana kwa majina, unaitwa nani? Naitwa Paradeli. Tueleze machache kuhusiana na wabunge wa Tanzania wanakashfu serikali ya Kenya. Najua wabunge wa Tanzania wanaingilia masuala ya Kenya bila kujua Kenya na, na mkenya Kenya, na yeah. Kenya na mtanzania. Sasa mambo ya Kenya, mm -hmm. Kujumana, mkenya, Kenya. Na masuala ya Kenya, kukashifu ya Kenya, hiyo ni kujenga Kenya, kujenga Tanzania. Wao kuja Kenya kufanya biashara sio kuingilia masuala ya Kenya. Ndio maana mkenya akatize mtanzania mtu kufanya biashara ya Kenya. Na tunasema pia mtanzania akatize mkenya mtu kufanya biashara kwao na asiingilie masuala ya Kenya bila sisi tujue masuala yao. Tufanye biashara kama jirani wazuri. Wazuri, lakini kuingilia kwa wetu. Mm -hmm. Ni kama tunasema kwa okay. Katiza uhusiano mwema. Mwema. So ungeimiza yeah. E, President Suluhu kufanya jambo gani? Huyu mwanamke mtanzania huyu anasema President Suluhu ana President nani wewe? Akuwe na roho rafiki. Urafiki ni kujenga, urafiki ni kusalimiana, urafiki ni akiwa mwanamke mtanzania usije anataka nini, asije anataka kadi ama nini. Na yule hakuna urafiki mwema na jirani. Akiona rais wetu rais wetu akienda kwake asione ameenda kukatiwa, ameenda kusalamiwa kama rafiki, na tunajua Mtanzania ni rafiki wa Mkenya. nisi mwanamke asiweke mapenzi kwa urafiki, ndio maana urafiki ni kujenga, urafiki ni kusalamiana, urafiki ni kuishi mzuri. Sasa yeye anataka kukatiwa na rais wetu, na rais wetu anataka kuimeza urafiki mzuri kati yetu na Mtanzania. So Mtanzania usione ubaya hii mwanamke yenyewe, anataka kukatiwe, ataki urafiki, anataka kuoneka huko Kenya na si kikutaki ichi ino rafiki hiyo no. wa Wakenya ni kama wamekasirika Watanzania. So wabunge wa Tanzania, president wenyu mwangalia, mtafanya jambo gani mleta amani kati ya majirani wenu. Tunasema majirani wema wanaishi na upendo, asanteni.